langu kwenu ni kwenda kuviishi viapo mlivyo hapa leo. Na kwa kiapo cha maadili najua jaji huwa anatoa kopi baada ya zile mbili mlizo saini, moja nakurudishia. Hiyo ni reference yako ya kuiangalia kila baada ya muda. Hata mimi hapa ninayo ya kwangu, nakaa kipindi kisha naichukua, naitizama, najiwekea tiki wapi niko sawa, wapi nalegea, wapi hivyo. Kwa hiyo ndio maana ya kiapo hiki na kupewa kopi. Lakini niwaombe pia, ndugu zangu mlio hapa leo, kiapo kile kikubwa na kile cha maadili, mkashirikiane na mtakaowakuta kule mnakokwenda. Fanya kazi kwa mashirikiano. Lakini na wale mtakaokutwa, mawaziri wako hapa na makatibu wakuu, mmekuja kupokea watu wapya mkawape ushirikiano na mwelekeze ipasavyo uh, wapya wanaokuja. Uh, kwa upande wa maelekezo mahususi, Dkt Nagu, hongera. Uh, tumekuweka nafasi hii, katu ni majukumu makubwa kuliko uliokuwa nayo. Najua ulikuwa na majukumu makubwa, lakini haya ni makubwa zaidi. kwa hiyo nadhani kwa kipindi kichache nilichokuweka nje kidogo ya majukumu, ingawa ulikuwa unaendelea na majukumu yako ya kawaida, utakuwa umesoma somo na kwamba utakwenda kutekeleza vyema majukumu yake hapo yako hapa, kama kiapo ulichokula hapa. Uh, nikwambie tu kwamba unakwenda kuwa naibu katibu mkuu uh, ndani ya TAMISEMI masuala ya afya ni Tanzania nzima ndani ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kama unavyojua, kuna ongezeko kubwa sana toka mwaka 2020 20 hadi leo, ongezeko kubwa la zahanati, ongezeko kubwa la vituo vya afya kwenye makata, hospitali za wilaya na zile hospitali kubwa za mikoa na za rufaa za rufaa, sio za kwako na za mikoa, lakini huku chini kwenye maeneo yako kuna ongezeko kubwa lakini pia serikali imefanya kazi kubwa kupeleka vifaa tiba, vitendanishi, wataalamu na mambo kama hayo, na tunaendelea kupeleka. Tunajua bado kuna changamoto, lakini tunakutaka ukayasimamie vyema. Tunaendelea na shughuli za ukarabati wa hospitali kongwe za zamani ambazo nazo tunataka zifanane na wenziwe ambao tumewajenga hivi karibuni na kuzipatia vifaa na vyenyewe, hizo konge tunataka kuzileta uh, katika uh, kiwango hicho hicho. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba afya ya msingi inaboreshwa na tunasogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo una kazi kubwa, naomba nenda kasimamie na tuone sasa kazi yako inavyoendelea lakini kubwa zaidi kuwajibika kwako kwa wananchi kule chini. Kasimame vyema, kwa sababu nafasi yako hiyo, kuna kushirikiana na wanasiasa, hasa wabunge na madiwani, na wenyewe wana changamoto zao, bunge yuko hapa anajua. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, shirikiana nao vyema. Katika kutatua changamoto wanazozileta, linalowezekana ambee, tunaweza tutafanya, nenda kaone, kawatembelee. Lisilowezekana wape sababu ya maana, kwa nini hilo haliwezekani. Lakini jitahidi kutafuta ufumbuzi wa shida za wananchi kule chini, na mkaondoe urasimu usio na tija uh, kwa michakato ya manunuzi, na kajitahidini kuzingatia sheria. Hayo ni majukumu makubwa zaidi Dokta Nago, na ni imani yangu kwamba utakwenda kuyasimamia ipasavyo. Kama Grace aliweza na wewe utaweza, na imani hiyo uh. Dr. Fred Matola Msemwa, katibu mtendaji wa tume ya mipango, we ni ni mtu wa Mungu, nilikuona ukiwajibika vyema kanisani nilipokuona na kule, nikajiuliza, nimemwona wapi huyu mtu? Kumbe nilishakuteua kwenye hii nafasi. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, kwa imani yangu ni kwamba unafaa na unatosha, kutokana na kuwa umefanya kazi kwenye mashirika ya kibiashara na ya umma, una uzoefu wa kutosha. Nimekuwekea naibu katibu mtendaji mzuri, mwenyewe namwita maijirafu Nimemsacrifice eh, nimekuletea nime nyinyi wawili mnaweza kufanya kazi vizuri sana. Blandina ni mzoefu, ana uzoefu wa taasisi za nje, marepo wa huko kwenye research za kiuchumi, lakini pia ana uzoefu aliyopata ndani ofisi ya Rais. Miaka mingapi Blandina? Minne. Ndani ya miaka minne, sasa ameiva, anaweza kufanya kazi vizuri ya taifa Kwenye nafasi hii ya naibu katibu mtendaji wa tume. Naomba mkashirikiane. Mkashirikiane. Watanzania wana imani kubwa na tume hii, hii na tume hii, na nyinyi mmeingia kwenye kipindi hiki muhimu ambako waziri anakuongozeni katika uandikaji wa dira yetu ya miaka 25 ijayo ya taifa hili. Waziri ameongoza vyema dira iko hatua za mwisho Utekelezaji utawategemea nyinyi. Kwa hiyo, naomba mwende mkasimame vizuri. Ni kipindi hiki kizito na kigumu ambacho mmeingia, lakini imani yangu kwamba mnaweza mkafanya vizuri, lakini vilevile vile, uh, kuna miradi mikubwa ya kitaifa ambayo inataka coordination ya tume lakini uratibu wa miradi kwa ujumla ndani ya taifa letu ni kazi yenu, tume ya mipango, na ndio maana imeitwa tume ya mipango. Kwa hiyo ndani ya wizara yenu kuna mipango na uwekezaji. Uwekezaji watakuwa wanapokea miradi mbalimbali mbali, lakini nyinyi tume, kazi yenu kuratibu na kuhakikisha kila mradi unaokuja kitaifa umekaa pahali pake unatekelezwa ulivyo au vilivyo, kama tulivyokubaliana kwenye mikataba yetu na huo mradi. Lakini jingine ni kwamba tunataka tuhakikishe mipango na miradi mbalimbali mbali ya kisekta inafungamanishwa na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo sio tu dumping ya miradi lakini ile miradi ifungamanishwe na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo, niwaombe sana mkakae vizuri huko mkashirikiane na wizara, lakini nyinyi tume ndio tunasema nini sukani ndio mnyororo utakaoendesha wizara. Mnyororo wenu ukitoka meno, wizara haitakwenda vizuri. Kwa hiyo, niwaombe sana sana sana mkashirikiane katika kufanya hiyo kazi. Uh, swala jingine kwa upande wa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 Wahakikishe saa zote umeme upo, wanazalisha wanavyotaka kiwango wanachokitaka, ili waweze kufanya uzalishaji na waweze kukuza uchumi wetu. Kwa hiyo, una kazi kubwa, ndugu yangu. Lakini tunavyokwenda mbele, tunaangalia renewable sources of energy. Ni kazi ya wizara kisera, lakini ni kazi yako katika utekelezaji. Kwa hiyo, other renewable sources of energy mara nyingi sijui, tunaita nishati jadidifu, tunashughulika na sola, jua, upepo na mambo mengine. Lakini ndani ya nchi yetu, Mungu ametubariki uranium. Kwa muda mrefu sana, tuliaminishwa kwamba kutengeneza umeme wa uranium ni hatari, lakini nchi zinazoendelea wanatumia na ndio sosi kubwa ya umeme wao. Sisi tuna raw material hapa ndani wanatuambia hatari, ili wachote wapeleke kwao wakatengeneze umeme kwao. Sasa, pamoja na wizara, ni vyema kusimamia mradi wetu ule wa uranium kule Tunduru, e, kwamba sasa wale wawekezaji waanze kazi na tufaidike na rasilimali ile nchini, na kama wanataka kuchukua nje wachukue, lakini kwanza tufaidike ndani ya nchi. Tunategemea kuna matani mengi tu estimate za sasa hivi kama tani hamsini na nane elfu na miatano za uranium zimelala pale. Nadhani wakianza kuchimba na wakiendelea kufanya discoveries kwenye eneo lile wanaweza wakapata nyingi zaidi. Huu mradi uende na tuanze uh, umeme wa nyuklia kama wao wanaotumia, tunaweza tukautumia na tukawa na umeme wa kutosha wa kututosha nchini, lakini nakuuza nchi jirani kama tunavyotaka kuuza sasa kwa Zambia, lakini nasi tunanunua kutoka Ethiopia. Sasa tukijitosheleza hatutakwenda kununua. Uh, tumefanya jitihada kubwa kupeleka umeme vijijini. Ilani ilituambia by 2025 vijiji vyote vyo vimepata, na sasa vijiji vyote 12318 vina umeme. Tunakwenda kwenye vitongoji 52% ya vitongoji vyetu Tanzania, vitongoji 33657 already vina umeme na kazi inaendelea. Sasa hivi kuna 20000 vitongoji. Kuna mtu wa REA hapa hayupo? 20000 vitongoji kazi inaendelea, kwa hiyo tukimaliza huko tutakuwa kama tunakaribia uh, lile lengo tulilowekewa. Hiyo ni kazi yenu, tunaomba mkatusaidie. Kuna suala la nishati safi ya kupikia again, hili linagonga huku na huku lakini, kwenu lipo jinsi, jinsi mtakavyoweza kusambaza umeme vijijini, mnakwenda kuchangia pia kwenye hilo suala la nishati safi ya kupikia na kuelekea kwenye kufikia ile target yetu ambayo tumejiwekea by 3034 Tumesema eti pasenti ya Watanzania wawe wana nishati safi ya kupikia pamoja na umeme na vyanzo vingine vya nishati, gesi na mambo mengine. Kwa hiyo hilo ni jukumu lenu. Uh, tuna ujenzi wa substations nyingi katika kuhakikisha kwamba umeme unapatikana uninterrupted au zimiki, zimiki. Naomba ukalisimamie kubwa zaidi ndani ya shirika lako, nenda kasafishe yale makando kando yaliyopo, walioko kwenye kutoa umeme, walioko kwenye billing system, waliopo kwenye mambo mengine. Nilimwona naibu waziri mkuu kaenda kazunguka, hakufurahishwa na aliyoyakuta katika maeneo mengine. Nenda kasimame, kasimame uyafanyie kazi. Uh, kubwa zaidi, kuna miradi mingi ndani ya shirika lile inavuta interest za watu wengi. Kasimame katikati, simamia miradi itekelezwe vizuri, achana na interest za watu. Simamia sheria, sera zako za shirika na miradi ilete faida kwa wananchi. Hilo ndio kubwa, nalo litegemea kutoka kwako. Uh, kwa upande wa Jaji Mgeta Susan Mlawi hayupo, uh, lakini Jaji Mgeta upo, umeapa kuingia kwenye tume ya maadili huko nako kuna kazi na mkubwa wako yuko hapa kuna kazi. Sisi viongozi ni wanadamu, ni watu, na wanadamu tuna miko, tumewekewa. Ukitufanyia assessment leo unaweza ukatukuta only 30% tunafuata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu form na kukuleteeni aile tunafanya sana lakini matendo mengine yetu binafsi huko. Ah, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini sijui ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo. Hilo ni moja lakini, kuna mengi ndani ya utumishi wa umma, katusaidieni kwa sababu utumishi wa umma ndio injini ya uendeshaji wa nchi hii. Kwa hiyo katusaidieni, viongozi kuwa na na nini. Lakini kuna mradi ambao mmeuanzisha, nami umenifurahisha wa kuanza kuwajenga watoto huku na maadili ya umma, weza kupitia mashuleni au wapi, lakini nimesoma somewhere kwamba tume sasa inataka kuanza kujenga maadili kwa vijana aidha walioko university au sekondari, lakini wakuwe na, na yale maadili. Itatusaidia sana sababu Waarabu wanasema nakshi, unajua nakshi ile michoro ile mapambo unayoyachora kwenye jabali yanakaa zaidi, lakini ukiyachora kwenye mchanga, upepo ukipita una. Sasa watoto ni majabali yetu yanakuwa yanakuja. Kwa hiyo mkijenga akili zile mkizianza sasa hivi zitakaa vizuri kuliko sisi wakubwa, jitu lishapotoka huko nje, unaliteua unaliweka, linakwenda na imani yake ile ile. Nikifika watanijua baada ni ya miaka miwili, mi nataka niwe sambadi, nionekane, badala ya kutumikia nchi anajitumikia mwenyewe. Kwa kwa hiyo nendeni, katukumbusheni maadili yetu yakoje. Basi nihitimishe kwa kuwataka wateule wote mkafanye kazi kuendana na viapo vyenu mlivyo hapa leo, mkawatumikia Watanzania kwa uadilifu na kwa uwezo wenu wote. Taifa hili ni letu, wawajibikaji wa kulijenga taifa hili ni sisi mlio hapa, tuliopo na waliopo ni sisi na hakuna mwingine. Na kwa sababu ya uzuri na madhubutu wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo eh, kwamba nchi, watu kutoka kwingine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, ni sote. Kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu, hii ndio rasilimali yetu tuliyoachiwa, hatuna nyingine. Nendeni kailindeni. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana sana na niwatakie kazi njema. Asanteni sana, asante. Naomba tuna tunakushukuru sana Mheshimiwa wa Rais kwa heshima na taadhima.